Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media. karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni na wakati huu tuelekee huko Mashariki ya Kati. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Vikosi vya jeshi la majini kutoka nchi nne Iran, Iraq, Lebanon na Yemen vimefanya mazoezi pa ya pamoja katika Ghuba ya Uajemi siku ya Alhamisi ya Machi ishirini na nane mwaka huu kwa lengo la kuwaunga mkono wapalestina wanaoishi ukanda wa Gaza dhidi ya hujuma zinazofanywa na jeshi la Israeli mazoezi hayo ya pamoja baina ya nchi hizo yamefanyika kukaribisha maandalizi ya siku kima ya kimataifa ya Kudus ya Iran iliyofanyika siku ya Ijumaa ya Machi 29 ambayo huadhimishwa na ulimwengu mzima. Aidha, mazoezi hayo yalihusisha manuari mbalimbali mbali za taifa la Iran pamoja na meli zilizobeba ndege mbalimbali zisizokuwa na rubani za Shahidi Baghir za Iran na maboti ya motokasi ya jeshi la wanamaji la Iran. Kamanda wa kikosi cha wanamaji cha jeshi la Iran Agmeru Tariles Tangzir amesema kwamba meli takriban elfu tatu zenye uzito wa aina tofauti zilishiriki katika mazoezi hayo mazito ya kijeshi. Tangzir anasema kwamba hawataelekeza vita katika nchi kavu tu bali hata majini pia wapo imara kwa vita pia. Kamanda huyo ametoa onyo kali kwa Israel kwa udhalimu wanaowafanyia watu wasiokuwa na hatia huko katika ukanda wa Gaza. Enyi Wazayuni mnaoua watoto tupo tayari baharini na hamtakuwa na njia ya kutoroka, alisema kamata huyo wa jeshi la majini wa Iran. Kadhalika, kamata huyo amesema kwamba jeshi la wanamaji la Iran litaigeuza bahari kuwa jehanamu kwa Israel na kuifuta kabisa Israel katika ulimwengu. Marekani ambayo ni mshirika mkubwa wa Israel katika vita vyake dhidi ya eneo la Gaza, imekuwa ikitoa vitisho vya mara kwa mara dhidi ya Iran, na siku za hivi karibuni Marekani ilisema kwamba ikitokea Israel au Marekani imeshambuliwa na kundi lolote ambalo litatumia silaha au risasi ambayo imetengenezwa kutoka Iran basi moja kwa moja Iran itahusika katika shambulizi hilo kwa kuuza silaha zao kwa wapiganaji hao. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu ambapo vikosi vya jeshi la baharini kutoka Yemen, Iran, Iraq na Lebanon vimeanzisha mazoezi ya pamoja katika Ghuba ya Uajemi kwa lengo la kuwaunga mkono wa Palestina wa huko Gaza dhidi ya mashambulizi ya Israeli na wewe una nafasi ya kutoa maoni yako kufuatia hiki kinachoendelea katika Mashariki ya Kati kwa kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Mimi jina langu ni Ramadhani Fupi.